Kupitia mchezo wa pool ambao unaendeshwa na kampuni inayohusu vijana ya Lipa Likes kwa ushirikiano na duka la jumla la Quickmart, vijana wa wanaoshiriki wanapata mafunzo muhimu yanayoelekeza maisha yao, huku wakitakiwa kutafuta mwelekeo ufao kwa maisha yao pasi na kulegeza kamba na kujipata katika masuala ambayo yanaambatana na, na maovu ya jamii. Mchezo huu wa pool hauchezi kuzingatia sheria hizo kwani pia washirika wanatumia mikono yao, kwani lengo kuu ni, ni kutoa hamasisho. Kwa hivyo si lazima mtu awe anaelewa mchezo wenyewe, bora umeweka mpira mmoja au kadhaa ipasavyo, kisha unajishindia zawadi, kwa mujibu wa waendeshaji wa mchezo huu. Imebainika pakubwa kwa vijana wanaelewa zaidi ya lugha ya michezo, na iwapo watahusishwa ili wawe na uelewa wa madhila katika jamii, basi itakuwa sawa. Usikreki, meaning usikreki kichwa. Crack it come and play a game distress, come and put your life out here, we'll speak we'll speak to you guys in a uh, good language, we'll speak to you in an, in an amazing way where you can actually understand. Kando na uhusiano huu na Quickmart, ipo tamasha ambayo imeandaliwa Jumamosi hii jijini Nairobi ambapo ataleta pamoja mashirika muhimu ambayo yanahusika katika utunzi na ukuzi wa talanta za vijana kwa kutoa mafunzo ambayo yanawaeleza vijana umuhimu wa kuwa mfano mwema na kioo kwa jamii. Quickmart imeahidi kujumuisha idadi kubwa ya vijana katika shughuli zake ili kutoa mfano mwema kwao, kando na kuwafunza mbinu za kujitosa katika biashara kadhaa ambazo zinaweza kuwanufaisha. Kampeni hii itazunguka taifa nzima, lakini kipaumbele kitakuwa maeneo ambayo yameathirika pakubwa na suala la pombe na vita.

Suala lingine muhimu ambalo litaangaziwa ni tofauti za kihusiano baina ya wapenzi huku visa vya mauaji vya wanawake yakiongezeka. Kwanza, watu wenye wanagonga mabibi, hiyo eh, ni kushusha wanaume wako hmm. Hauhitaji kupiga mtu ndio akusikie eh, kuongea tu ndio inahitajika kwa maisha. Usijiingize kwa pombe mingi. Pia ukiwa mwanaume bana kupiga mwanamke yani, hiyo ni kama unajishusha bana, unajishusha unajishusha sasa. Unapigaje? Unapigaje mwanamke? Na sisi kama wanaume tuliwekwa pale tulinde hawani, kama yani tuwalinde, yeah. Wicklif Kipkemoi, Undugu TV.